Hii ni nyingine tena kutoka medali. Msemaji wa klabu ya Simba Sports Club ameweza kuibuka tena majira ya leo siku ya asubuhi, ikiwa ni baada ya jana kuacha ujumbe mrefu kuhusiana na klabu ya Yanga akisema kile ambacho kinaendelea kati ya mvutano wa taasisi tatu, Yanga lakini pia CRDB na TFF. Lakini leo majira ya asubuhi ameweza kuibuka tena kutuma ujumbe huu ambao nitaenda kunukuu kama jinsi ulivyoandikwa. Mimi ni Todd Alexander Scodrizi mchambuzi wako nambari moja wa soka ambaye huwa tunakutana hapa hapa Blue House Dex Media kujadili masuala yote ya kiburudani na michezo pale pindi ambapo ya mipaka ya Tanzania. Kile ambacho amekiandika Ahmed Ally, msemaji wa klabu ya Simba, ilikuwa ni hichi ambacho kinasomeka kama ifuatavyo, mitanukuu jinsi kama ilivyo hadi nukta. Mpango wa nyuma mwiko kushinikiza katibu mkuu wa TFF na mtendaji wa bodi ya ligi wajiuzulu ni mpango wa maksudi wa kutaka kuweka watendaji wapya katika taasisi hizo watakaolinda maslahi yao na kupendelea wao pia Kutaka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni mkakati wa maksudi wa kutaka kuunda kamati ambayo itakuwa chini yao kimaamuzi. Kumbuka kuwa ndio wavunjaji wakubwa wa kanuni, ikiwemo kupita geti lisilo rasmi, viongozi wao kuvamia pitch. Sasa wanataka kuweka kamati ambayo itafumbia macho vitendo hivyo. Kamati haitoshi, wanataka kuweka watendaji wao wapya TFF na bodi ya ligi, ambao watakuwa waoga kimaamuzi, maana wataamini kuwa nyuma mwiko wakichechemaa watawang'oa madarakani, hivyo watafanya kila jambo kuwafurahisha nyuma mwiko. Ndugu zetu wasongesha, mlipolala nyie ndo tumeamka sisi. Kwa ufupi, na sisi tupo mbele ya muda. Hatuwezi kuruhusu uhuni huu ufanyike. Tutakula na nyinyi sahani moja kukomesha utoto kwenye mambo ya msingi. Bodi ya ligi ni mali yetu sote, hivyo hatutaweza kuiachia timu moja ifanye maamuzi kwa ajili ya wengine wengi, na sisi ni wanachama wa TFF, hatuwezi kuruhusu eh, shirikisho letu linalotuongoza vyema lipangiwe utaratibu. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika semaji wa klabu ya Simba, Ahmed Ally, kufuatia ukurasa wake wa Instagram katika chapisho hili ambalo wamelichapisha ndani ya dakika moja ambazo zimepita. Haya nimeanza kusoma baadhi ya comment za wadau baada ya chapisho hili la semaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally walikuwa wanaandika nini? Huyu anaitwa stress journalist akaanza kusema kwamba lakini si wamesema tuwache na mambo yao haya, mwingine akaweza kusema kwamba kumekucha na huyu akaweza kusema kwamba nimeona ukiandika no reform, no election wanacheza huyu, mwingine akaweza kusema kwamba kimaamuzi hii ndo nimeelewa zaidi kuliko ujinga ulioandika mwingine akaweza kusema kwamba unaongea upuzi tu, na mwingine akaweza kusema kwamba nyuma mwiko miyoyusho. Huyu hapa akaweza kusema kwamba kwani mpaka apostrays kama hauna cha kuandika bora ungenyamaza tu. Mwingine akaweza kusema kwamba punguza miamko mtoto wa kiume wewe. Haya, huyu akaweza kusema kwamba wamechanganyikiwa wale na, lakini huyu mwingine akaweza kusema kwamba hauna jipya tena, mbona unabana pua kama likiba. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba ushakunywa chai wewe mwingine akaweza kusema kwamba sawa, ndugu, kumaamuzi okay, haina shida. Huyu kaweza kusema kwamba si nyie mnaolalamika JSM kazamini timu zaidi ya moja je, ruhusa ametua wapi? hebu kweni watu wazima basi. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kumi na tano tujaze uwanja bwana, kwani wao ni akina nani? Huyu mwingine akiweza kusema acha siasa nyepesi zisizo na kichwa wala miguu huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwa hiyo waliopo wanawalinda, kumbe wamefunga. Sasa huyu mwingine akaweza kusema kwamba bosi, achana nao, semea timu yetu zaidi. Mwingine akaweza kusema kwamba bangi zitakuwa wewe, mediali mtoto wa kiume, kuamka tu asubuhi na kuchapisha machapisho pumbavwe, sikautulie. Huyu mwingine akaweza kusema kwamba kwamba kwamba wewe, wewe mbanapua tu kuna siku yatawatokea ku, yata pwani nye. Mwingine akaweza kusema kwamba ubaya ubwela. Mwingine akaweza kusema kwamba hatuchezi ngo, mtajua wenyewe. Kwa hiyo unataka wabaki ili mkijisikia kuto, kucheza mechi hamchezi. Mwingine akaweza kusema kwamba mbona unaandika sana, semaji, sipeleke timu mkachukue alama tatu zenu. Mwingine akaweza kusema kwamba Yanga hatuchezi na huyu. Mwingine akaweza kusema kwamba unaongea kama shoga. Lakini huyu mwingine akaweza kusema kwamba sawa. E, kumaamuzi naonapo, semaji ya medali alikosea kuandika, akaandika typing error lakini huyu mwingine kaza kusema kwamba, unajichosha sana kuandika makala zisizo na mashiko kabisa makonde wewe ya medali. Mwingine kaza kusema kwamba laiki za wanaosoma hii futa, semaji, futa. Haya, mwingine kaza kusema kwamba na mpango wako wa kutaka kung'ang'ania hawa wabaki ni mpango wa kutaka kushinikiza wa, kuwabakisha watu wenye maslahi kwenu Mwingine akaweza kusema kwamba semaji, katika uchambuzi mtu wa maana kabisa wewe. Mwingine akaweza kusema kwamba nipeni likes za semaji la taifa limeweza kuongea mambo mengi sana. Huyo mwingine akaweza kusema kwamba sisi Simba tunajua mechi ipo pale pale, ubaya ubwela. Mwingine akaweza kusema kwamba piga kwenye mshono semaji la kafu. Lakini huyu mwingine akaweza kusema kwamba kaka, waambie basi watangaze viingilio, bado siku mbili tu, tukageuze tuka, tuka Jumapili kuwa Jumadili. Haya, huyu mwingine akaweza kusema kwamba huna akili na hujui mpira ka kwa kutulia, bro acha watu waujenge mpira eh. Akiweza kumaliza hivyo. Kwa hiyo comment za dau zimekuwa nyingi kuhusiana na hichi ambacho ameweza kusema semaji la klabu ya Simba, amediali ame kufuatia peji yake na no, ukurasa wake wa Instagram. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za, za kimijamii kama Dax Media na Blue House. Subscribe hapo chini ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza ambayo utakuwa unapata update zetu kila wakati na kila muda. Hii ni nyingine tena kutoka Medali Motors. Toyota Land Cruiser Prado TN imekuja na unyama mwingi wa sports rim zinaonekana, haina maelezo mengi. Hii ni Santa Mira ambayo inaongozwa na kamera lakini vile vile unaweza kurekodi matukio yote ambayo yanatokea nyuma ya gari yako. Uh, steering yake ni full option. Yani, unaweza kufanya kila kitu kwenye steering hapa. Huku naendesha huku na control radio, huku unaendesha huku na control masuala mazima ya light, unaendesha kila kitu unafanya hapa, hapa. Radio android imekuja hivyo hivyo baba. Gari hii ina sensor nyingi kweli kweli, ukikaribia kugonga kitu inapiga alam na mtu wa nyuma akikukaribia vile vile inagonga alam. Full leather seats inaendelea kama nashuhudia, na leather haijachanika haina madoa wala haina mikwaruzo ya aina yeyote. Tazama nafasi iliyopo, unaweza kuweka chochote kile hmm. lakini gari imekuja na carpets zake original ambazo hizi zinafanya gari kukaa penye ubora kwa muda wote. Bwana, hii ni gari ya mwaka 2016 Land Cruiser Prado TX na cha kufanya, fika ofisini kwetu da free market, ghorofa ya kwanza au tupigie simu 074889 Nane, nane, nane, nane. Karibu tukuhudumia bima ya light unaendesha kila kitu unafanya hapa hapa. Radio Android imekuja hivyo hivyo baba, gari hii ina sensa nyingi kweli kweli, ukikaribia kugonga kitu inapiga alamu, na mtu wa nyuma akikukaribia vile vile inagonga alamu.